Channel 12, The Reliable Source. Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Abubakar Kunenge amesema ajali ya treni ya umeme ya SGR iliyotokea asubuhi ya leo Oktoba 23, mwaka 2025 katika kituo cha Ruvu mkoani Pwani imejeruhi watu 13 ambao hata hivyo hali zao zimeimarika na wameruhusiwa kuendelea na safari. RC Kunenge amesema tayari safari za treni ya SGR zimerejea kama kawaida na abiria wote waliokuwepo kwenye treni iliyopata ajali wamesafirishwa kuelekea Dodoma. Kunenge akiwa na kamati ya usalama ya mkoa huo, katibu mkuu wizara ya uchukuzi Profesa Godius Kahyarara pamoja na mkurugenzi mkuu wa TRC Mhandisi Machibya Shiwa walifika kwenye eneo la ajali mapema kuwajulia hali abiria hao pamoja na kusimamia taratibu nyingine. 78 Baada ya kupata changamoto hiyo, tulipata abiria 13 walipata changamoto, ambapo tisa, e, watatu tuliwapeleka kwa uchunguzi zaidi na kumi walipata huduma hapa hapa, sababu tulikuja na tulikuwa na madaktari wa kutosha, huduma wa afya walifanyiwa huduma ya kwanza, wakaendelea kupumzika hapa kusubiri taratibu za ziada. Na wale watatu ambao tuliwapeleka kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Mlandizi waligundulika kupata changamoto kubwa, kwa hiyo walipata huduma na wakarejea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hatukuwa na madhara ya kifo chochote zaidi ya hao kumi na tatu ambapo nimesema, kumi ilikuwa ni changamoto kiasi, walipata huduma za afya, na wale watatu wameenda kwa uchunguzi zaidi. Vizuri, wamepata huduma ya kwanza na wamekuwa tayari kwa, wamekuwa tayari kwa safari. Sasa jambo kubwa ni kwamba tulipopata taarifa tulihakikisha tunafanya jitihada ya kwanza ya kuhakikisha tunafanya uokozi eh, na tukafika kwa wakati lakini la pili lilikuwa ni kuhakikisha tunarudisha huduma na wananchi waweze kuendelea na safari. Tumefanya hivyo uongozi e, wa TRC na wataalamu wote wameshirikiana, na tunavyozungumza abiria wote wameshaondoka kuendelea na safari kuendelea Dodoma, na safari za treni zitaendelea kama kawaida. Taarifa za awali zinatueleza kwamba wamefanya uchunguzi wameona hakuna changamoto kwenye njia kubwa ya treni isipokuwa maeneo kadhaa, eneo dogo tu ndani ya yadi hii ambapo wanaendelea kulifanyia marekebisho, lakini kwa mujibu wa wataalamu wetu, safari za treni zinaendelea kama kawaida. Taarifa ya kina, hasa changamoto ni nini, tutaitoa baadaye baada ya wataalamu wetu watakapokuwa wamekamilisha taarifa yao na uchunguzi wao wa kitaalamu. Asanteni sana.